Way, mimi ni kijana ambaye nilishailiwa na uli afu nikapewa na ushauri. <laughs> Kuna mwanamke huyo mmoja nilimpata, alikuwa anatokea Mbagala. Nyie wanawake wa Mbagala, mlaaniwe huyo <laughs> mwanamke wa Mbagala. Mimi kuna hiyo siku nilimpata mtandaoni, nilimpata Insta. Wanawake wa Insta, Insta jamani, wanawake wa Insta, Mungu anawaona sasa. <laughs> yule mwanamke tulichati mtandaoni tukatongozana Insta, tuka Insta akanitumia picha zake za filter sijui za kawaida zile. Mimi ah, nikavutiwa naye kama mwanaume, hisia nazo nikapandisha hisia za Insta. Basi nikapiga swanga mtoto kaelewa, akaniambia tukakubaliana uje geto. Mtoto akaniambiaje kutoka Bagala mpaka geto kwako ni shilingi 5000. E, ikaambia fresh nakutumia nikamtumia. Baada tu yule mwamara kufika, na mimi nikapokea message kuwa makini wanawake <laughs> <laughs> wa Dar ni wezi mimi. Kwa sababu sikuelewa, nikampigia ule mwanamke simu, nikamuulizaje, hii message umenitumia mimi? Ule mwanamke akasema hivi, hapana, nimemtumia kaka. Nikakaa sawa, ila siunakuja? Akasema ee, nakuja ndani ya dakika tano, nitakuwa hapo. Nikasema fresh nikasubiria nikasubiria, mpaka sasa hivi nasubiriaga mwanange. Yule mwanamke mwana sije alipataga ajali, ila naamini atakuwa alipata ajali njiani anapokuja. <todicu> <todicu> nilikuwa naomba nikuulize madam, kwanza mashindano yanaendelea, mashindano yanaendelea ma anaende lini maana sasa hivi najiamini sana, kwa sababu babu yangu amekuja sasa hivi, uko Mikocheni pale e, na msiulize sijui amekuja kufanya nini ni juzi ile nimeongea naye, yuko Ujiji, lakini baada ya baada ya dakika kadhaa nikampigia simu usiku mida saa tatu hivi, akasema bado uko kwenye mgogoro mgogoro pale uwanja wa taifa pale pale nje pale e, babu. Nikamwambia wewe, unaniambia ulikupo uko kwenye ule msafara na wali kuemo, mbona wale wazee ambao wamepigwa picha pale mimi sikukuona? Akaniambia mjukuu wangu sio ajuaga, mimi sipendagi pendagi sana makamera. Ile mbuzi wanaoisema mimi ndio niamua kujibadilisha kuwa ile mbuzi mama yangu aliniambia, mtoto wangu, ukiachana na comedy, kitu kingine ambacho najua ulicho nacho ni wehu. Kwa hiyo sasa, ukishindwa kule kwenye comedy, inabidi sana nikupeleke una posta ili milembe pale <laughs> <laughs> unajua, ili swali inaumize wote tunajua adizabe. Unajua, mimi najitahidi sana kutengeneza content zangu na kuposti nini lakini azitembee, lakini jamaa wanakula tu manyama bio za milioni ilitowe naumize hivi sasa. Hapa mimi shagundua, mimi naenda kukatakata mautumbo huko, yani si hali, yani kikubwa tu <laughs> ni kuzingatia zile experience na yeye kidogo. Kuna maswala ya fumanizi, kuna jamaa yangu mmoja hivi. So jamaa yangu jirani, mpangaji mwenzetu, huyu jamaa yeye, ilitokea kwamba alifumaniwa. Sasa yule mdali akamwambia, mume wangu anakuja kwao, we vaa kijola changu na mtandio, alafu mimi nitajia jinsi gani ya kulikava hili swala. Mchizi kweli akavaa uhusika. Sasa dakika za mwisho jamaa kaingia pale pap. Kafika. Mke wangu huyu nani? Huyu Wester ametoka Tegeta nyuki tutakuwa naye hapa mwezi. Ha? Ah, huyu ndo ukipindikira na kufukuzia kwa shoga yako. Ndio huyu kumbe na kumbukumbu. Sasa yule mdada anamaliza kuongea vile simu yake inaita anatoka nje. Mchizi alikuwa amelewa. Kambia Wester. Wewe West ndio Wester ukipindikira. Ah. Sasa hivi umebadilika umekuwa kidogo mkubwa mkubwa. Sasa Esther ni, ni, ni usema kweli kwa mimi Kiingereza nilikuwa nakuelewaga sana. Sasa Esther leo utoki. Ah, dini hapana achem. Jamaa kaka sawa <laughs> hapana achem. Ah, Esther mimi leo <laughs> hapana. Vurugana, vurugana, vurugana, vurugana Esther kana apa. Kuna kitu, yaani sijui kama nyie mmekigundua. Ukiangalia direct aliye direct movie ya Yesu. Yaani jamaa amefaulu kila kitu. Kwanzia wahusika mpaka mandhari. Sisi huku tabia zetu ni tofauti na wenzetu. Kwanza hem, just imagine kwamba Yesu mweusi hapa ana kipilipili <laughs> hivi kweli, hapa nakwambia yahurumieni macho yenu. Simuhaw, habari za saizi, mabibi na mabwana. Eh, I'm happy to see you toge together this mm, noon okay? hivi mnajua kuna waandishi wa habari hawapo romantic na kazi yao. Unakuta mwandishi anamuoji shuhuda eh, a, ndugu Shuhuda, hebu tuelekeze huyu mwenzetu kwa heshima na tazima, alifanikiwaje kujikata kipande kimoja cha kalio <laughs> asa hiyo ifai inabidi uchukie. Nasema hivi wa shuhuda ulikuwa wapi wakati huyo anajikata kama hivi? Ndugu zangu tunaelekea wapi? Taifa tunaliua sisi. Hebu tuambie sasa alikuwa na, yani anafikiria nini mpaka anakata hivi? Halafu unajua mimi hata ningekwepo hapa ningemkata kofi, ujue, kabla hajafanya hayo maamuzi. Hebu naambie ndugu yangu weza huenda ukapunguza hasira za wananchi, tuambie alijikataje. Hiyo ndio ingekuwa inaweza kukemea nini mambo maovu kwenye jamii. Mnajua kuna hii dini zetu hizi, Wakristo kuna aina za wachungaji, si ndio? Kuna wachungaji wamejikita kukemea mapepo na kuna wachungaji wapo wanaomba. Sasa hawa wa kukemea ndo ndo wenye kazi kubwa kuliko yeyote aina ye nyingine ya mchungaji. Hivi unajua kuchomoa pepo inahitaji uwe na uwepo mkubwa, afu utumie voisi nguvu na na, na sauti yenye mamlaka imagine una- unakemea pepo hapo pepo limemkaba binti mdogo ambaye ni, ni, ni ana usichana wake yani, yani linamtesa sana, asikilizi wazazi afanyiji, anavunja vyombo ovyo, alafu wewe umeitwa mchungaji, unaliambia una pepo vipi? unato- unanyofoka au ni kunyofoe <laughs> pepo, pepo linaitika hmm? Abe? <laughs> unanyomfoka mwenyewe au ni kunyomfoe? Samani please, pepo toka kwenye mwili wa huyo mdada. Huyo mdada ana wazazi wake, mmoja ni kirema, unajua watalia sana wakimpoteza, mbona mdogo huyo. Tafuta mshangazi, nenda vaa mishangazi ya huko Buza. hmm, pepo sawa, eh? <laughs> <laughs> Se mambo vipi? <clears throat> Uh, mwanaume huwa ana chromosome fulani hivi ambazo ni X na Y, lakini mwanamke ana X tupu. Kwa hiyo hii inadhihirisha kuwa mwanaume na yeye ana ukike, kwa sije wakashangaa mwanaume ana tabia za kususa susa mechi yeah. <laughs> na vitabia tabia vingine vingine vya kiumbea unajua, ndo sayansi hiyo <clears throat> uh, wanaume unajua, wanaume wa zamani walikuwa wanafaidi sana unajua, e, yani nazungumzia enzi za bata trade, sababu unajua, mwan, mwanamke hawezi akaomba pesa, ila mwanaume anaomba tu kitu kimoja yani. Unajua tena wanaume tumeelewana hapo unajua ah, ila wanawake, ila wanawake wanajipendelea sana see. Unajua kwanza, wanawake wametuharibia kwanza misamiati yetu. Unajua kuna baadhi ya misamiati haitakiwi ya kubadilika e, yani kwamba unaweza ukamwambia mwanamke vizuri, si ndio, nakupenda. Mbona kimsamiati pale Kiswahili sanifu, jibu la nakupenda ni nakupenda pia, lakini sasa mwanamke unaomwambia nakupenda, yeye anakuambia asante. Hivi huwa anashukuru nini eh? kuna kitu gani wanashukuru pale? Basi na mimi siku moja mwanamke aniombe hela, naomba hela, nimwambie asante, tuone yeye atajisikiaje eh? ila wanawake wengine, mda mwingine, si unajua, huwa wananichanganya sana. Mi na mwanamke wangu bwana, aliye ni ex wangu, alikuwa ananicheki saa kumi na mbili bebi, ndo naamka. Unachati, unachati unachati, inafika saa sita: bebi ngoja kwanza nikapike. Mona saa sita hiyo tunaenda tunaenda, anakuja mida fulani ananicheki, tunaenda inafika mpaka jioni. Jionie ah, bebi sahivi nini, nimetoka kuamka inakuja inafika usiku, na chati paka saa nane, anaambia bebi, mi ndo nalala. Yaani paka mi mwenyewe, kama mwanaume najiuliza, hivi huyu mwanamke anaoga saa ngapi? <tik> eh? Mbona mda wa kuoga niambii, ila kula nini nini ananiambia, ko najiuliza. Alafu vitu vingine huwa anaharibu taratibu, unajua ukishaamka asubuhi, kama ni yani, binadamu unasalimia wakubwa zako sindio? Kishasalimia wakubwa zako unatoka unaenda unapiga mswaki, lakini huyu mwanamke sioni, ananiambia bebi ngani kapiga mswaki na kucheki, kwahiyo huwa anafanya hivyo vitu saa ngapi? Eh? Aa, lakini nipende kuwasifu wanawake. Unajua wanawake wakiamua kushikilia jambo lao, yani kwamba mpaka liwezekane. So, unaona kama vile madam walivyoshikilia Cheka Kisomi mpaka sasa hivi tumefika hatua kama hii. Makofi umeona. Kwa hiyo, yani kuna vitu vingine wanamke anapambania, si ndio? Unaweza ukamwona mwanamke jimu, umeona, ukajua labda mwanamke huyo anapambania afya yake, kumbe ni uongo Yaani hapo mwanamke ameshagundua kwamba ukifanya sana mazoezi jimu unaongeza shepu. Kwa hiyo wanawake niwasifie kwa hilo, endeni jimu, tengenezeni mashepu sasa. <coughs> <coughs> E, bana mimi kuna hii ishu ilinikuta nikiwa safarini. Unajua nilikuwa napenda sana ukaa karibu na dereva nini, e, unaona kama yaani unakuwa unajiona kama ndo unaifaidi safari hivi, lakini hamjui changamoto ya kukaa karibu na dereva. Siku moja nimejichanganya, nimepata hiyo chansi, tap na wai, nakuta tiketi bado bado, viti havijajaa sana kwao, nikawa nimepata nafasi ya kukaa karibu na dereva aile safari. Nimepanda vizuri tu, safari inaenda salama nini, lakini kuna changamoto zake pale. Yaani kuna story, wale jamaa wanapiga dereva anakonda, yani mpaka unajiona hivi, tunafika kweli? Yaani wale jamaa waongeagi stori nzuri, yani kwa kifupi ni mambo ya ajali tu, yani sikia tu mwanangu. Hapa hii iko na mwanangu jana saba wameenda. <laughs> Sasa hapo anakuja na ana kuna konda ndo anakuja na mzima sasa. Mwanangu naongelea saba. Siku ile siku hatujaenda sisi. Kumi na mbili mwanangu tumewaacha pale. <laughs> ha? Leo kuna changamoto unazipata kwa kuna hii mm, safari kuna kufika kweli. Lakini sema hamna noma. Wewe endelea kuwafata fata kaa nao utaona matatizo yao. Hata sasa anakuwa anapiga story mdogo acha ustani. Ebola ukweli, ile kona kaacha uskani, naona na stories zenyewe na kuongelea, unaona kabisa una, una, una mbona hichi kifo hichi tunakitafuta, lakini hamna noma hasa. Kuna issue nyingine, unakumbuka utotoni, kuna mambo ambayo squeeze, labda tuna tuna squeeze, yani kuna mambo unayaacha tu mwenyewe natural, yani hata hauhitaji kuelekezwa, sawa. Yani kuna mambo unashio umeacha, kuna utotoni, kwa tuna mambo ya eti unakula ugali, totoni hapo unakula ugali, umekula kidogo eti na maize, tunachukua ugali wako eti unaanza kutengeneza kama mtu jifanye <laughs> sasa hivi <sahibi. laughs> Ugali umetafuta mwenyewe, unga umeununua mwenyewe, etu na etu, kutengeneza etu, kamtu amtu muda unatolea wapi? <laughs> Natoka nyumbani hivi nimeacha kuna movie nimeacha inaendelea, movie inaitwa maisha jamani, ina Wabongo, yaani kaamua kabisa producer movie iitwe maisha jamani <laughs> bora basi maisha jamani, basi mtu ateseke mle kwenye movie. Eh hey, nini mtu ana maisha magumu kweli, amepigika. Unaona kabisa, mama huyu hapa kadhulumiwa mali zake, kaachiwa watoto na mume wake amekufa. Maisha jamani, movie ya kijambazi, yani action movie. Unaona kabisa, Bongo unaona, unaita mama yani maisha jamani alafu tie action movie. Basi nikasema ni change fanya hii movie ni in like ya Kiingereza, jina hilo hilo maisha jamani, eh hey, life or oh my <laughs> eh hey, the life oh my. Afu movie action ndio life oh my Nikihisi, kwanza kwanza taso jina nikihusishi life oh my. Sasa kuna sterling, angalau zamani zamani kwa anajitahidi sawa, sijajua kama tunapanda au tunashuka. Zamani wanajitahidi kidogo, wanapiga movie jambazi, unamkuta jina kabisa la kijambazi bambucha, mzee magari jambazi eh, kwenye life oh my <laughs> nilipochoka, nikaamua sasa inaiacha <laughs> niwai nikashughulika na mambo mengine jambazi Eliakim. Ah, tunafahamu nauli ya kutoka Mlimani City mpaka mbezi ni shilingi mia saba. Basi nakumbuka siku moja nilikuwa natoka chuoni naelekea Mlimani City, basi tumetembea mpaka tumefika ubungo pale, kondakta akaanza kukusanya zile nauli zake. Sasa alianzia watu wa mbele wakatoa shilingi mia saba mia saba, akafika pale nyuma ulikuwa tumekaa na wanafunzi wakatoa shilingi mia mbili mia mbili. Mimi hapa nikatoa shingi mia saba na nilikuwa nimekaa naye, alikuwa ni mbaba fulani hivi miaka arobaini mpaka arobaini na tano. Basi kondakta akamwambia naomba nauli. Ile baba kazuga kama ski. Baadaye akatoa shingi mia mbili akampa ile kondakta. Sasa kondakta akajiuliza, hivi umri wako hapa arobaini mpaka arobaini na tano, mimi nakulipa shingi mia mbili kweli? Ile baba akaniuliza, akauliza hivi, kwani nauli ya mwanafunzi ni shingi ngapi? Kondakta akasema ni shingi mia mbili. Akasema sasa bora unalalamika. Sasa mimi kiupole nikampata ile mzee nikamuuliza kwamba kwani unaitwa nani, bora umetoa shilingi 200? Yule mzee akasema mimi naitwa pe, Petro. Nikajua kabisa moyoni kasema kabisa, hii mbwa hii maneno ya Biblia amemdanganya, kwa sababu tunajua kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi 12 na Petro alikuwa miongoni mwao. Ukienda talime kuangalia mpira kwenye vibanda umiza, kuna mambo mawili, unaweza kufika kwenye geti ukaruhusiwa kuingia, au fika kwenye geti urudishwe nyumbani kwenu. Basi nakumbuka hiyo siku nimeenda pale talime kuangalia mpira, nikawa nimeruhusiwa kuingia ndani lakini kilicho kuja kulifanya mimi nikaondoka bila kuangalia mpira ni yale maandishi niliyokuta pale ndani. Maandishi yalikuwa ya kawaida tu, karibuni sana kwenye kibanda chetu hiki hapa, ufutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Kama una hela una hela, kaa kwenye kiti kitakachokutoa, ni viboko na makofi hasa. Nikaangalia mfukoni mimi na shilingi 500 bado, kuna vitishio pale, nikasema kama ni mpira wacha nikaangalie nyumbani. Asante. <laughs> Oi na kwaje kama kawa ah, eh? Uh, ujue sisi kipindi tunakuwa kuna namna ulikuwa ukiambiwa wewe ni mtoto wa mama, unajizalau fulani hivi. Yani unaona da, wanangu wanana mimi wakishua, nadekezwa, naelewa yani, kimayai mayai fulani hivi. Ila tokea serikali ya awamu ya sita iingie madarakani, naona hadi watu wazima wanalilia kuitwa watoto wa mama. Mtu asikia mimi mtoto wa mama Kizimkazi. Uh, of course, maisha ni mtihani, ndio na tunafahamu kabisa katika mtihani kuna ile section A, B na C. Kwenye maisha section A ni pale ambapo unakuwa unaitafuta miaka 18, yani pale upo mdogo. Maswala yake yanakuwa ni ya kawaida tu. Unajua bisa una wazazi wawili au hivyo. Yaani kuna yale kuna zile situation unakuwa majibu unayo pale pale. Section B sasa pale ndo ukubwa pale. Yaani maswala ya section B yanajulikana kuna mambo ya matching item, kuna true or false. Ndio pale mwenyewe unakuwa unajiuliza nina kazi true or false? False. Section C ni ukubwani huku yani maswali ya ese yale. Kuanza kujielezea kwamba maisha yako yalikuwaje. Na kingine ni kwamba serikali inalaumu vijana hawajihusishi na kilimo lakini hawajui kwamba kilimo ni maisha yetu. Ah, vijana wengi tunaishi maisha ya kilimo. Unaweza ukao huko mtaani kuna mwanao ametoka na demu wako. Sasa, wewe kwenda kumface kuna ile namna wako na unaongea tuna yani tunahusisha yani tunahusisha sekta ya kilimo kwenye maongezi yetu. Unakuta unamfuata mwamba, unaambiwa mwanangu wewe, mwanangu wewe jau sana mwanangu wewe, sio jembe langu kabisa, wewe sio jembe langu mimi sikufahamu kabisa, mwanangu wewe, unajua dume la mbegu, kuja kukaa na demu wangu si yani, hatufanyi kilimo, ila tunakihusisha kwenye maisha yetu. Na kuna maneno ukiyasikia yanatumika na jamii fulani au lika fulani, maana inabadilika. Neno unyama likitumika na vijana ni yani, ni sifa fulani hivi yani taito fulani ya mwana anakuwa amepewa baada ya kufanya tukio fulani au jambo fulani ila neno unyama likitumika na jamii a, lika la wazee unyama kule kwao ni ukatili ila kwa vijana sisi unyama ni unyamwezi ah uh, kwenye daladala huwezi kuelewa stori za kwenye daladala mpaka uhusishwe yaani huwezi ukazivamia stori za kwenye daladala kabisa unaweza ukawa umekaa mbele unawasikia kabisa yani dereva anaongea na konda wake ila wewe huwaelewi mpaka wakuhusisha na kuhusisha kwao hawakuiti wala wakwa. Yani wanakuambia tu uchangia, yani, unasikia au wewe unaonaje mwanangu? Eh, utasikia tu wewe, mimi nakwambia mwanangu hapa pale mbele jao mwanangu, sikia sasa emfunga goli hilo, si unapiga piga stori zao. Wanakufuata wanakuuliza, au wewe unaonaje? Hakuna kitu kibaya kulipigia kulipigia mahesabu daladala ambayo haijafika kituoni mwako. Unaweza ukawa umekaa kituoni, unaona daladala ile kule imeandikwa Kimara, imeandikwa Mbagala, Mbezi, upo zako kituoni unaipigia mahesabu kabisa, ni dadala ikifika hapa napanda, inafika hapa inakwambia Manzese. Cheki lango Manzese wapi huko? Yani inakuwa inachanganya sana yani. Na kingine kwenye swala la mwendo kasi, unajua hakuna feeling nzuri. Ama unaenda kwenye kituo cha mwendo kasi, unakuta watu wamekaa, ni wanasubiri change, afu wewe ndio na ile 250 yani, kuna namna fulani hivi yani, unaweza ukawa unaenda wanaanza kukupisha wenyewe yani, yani ukishazigonga gonga hivi wanakupisha wenyewe. Na mwendo kasi ni moja ya usafiri ambao tunafahamu ni unajaa sana. Hiyo la kaeni mkijua kwamba kuna mwendo kasi ukito, ukitokea ugomvi lazima kuna nafasi ya kupigania iwepo. Yaani lazima lazima ni watu wataacha tu uwazi watu wapigane. Eh, ukiwa kitu kidogo mkiwa nacho watu wengi, thamani yake inashuka. Ila ukiwa nacho peke yako, kinakuwa na thamani mbele ya watu wengi. Na nakumbuka kuna kipindi tulienda camp. E, nilienda na simu ndogo na, saa, kule tulipata changamoto ya umeme kidogo nini, kwa hiyo simu ndogo ile ilikuwa imekaa na chaji, ilifanikiwa kukaa na chaji kama siku tatu. Wanangu kule kempu ile simu yaani wakaibeba ikawa kama ya kwao, yaani wakaanza kuithamini yani. Sababu hata ilifika hatua mpaka wakawa hawanijui jina, utasikia wamwone tu ila kidogoli yuko wapi? Niliwa miss jamani, niliwa miss mambo zenu, mko poa Duma, Afrika kama ilamaya ni jamani hamna namna zoka nisaidia. Maana watu wanalalamikiwa na na wanavyoniona status na hapa ni vitu viwili tofauti. Ila kikweli huyu ndo mimi jamani. Kule si mnajua mambo yetu yaani. Kama dada yetu, si mnaelewa. Nakuwa mzungu kwenye simu, nikija live matatizo. Yaani kiasi kwa mata nikija geto, unaweza kuniulizia kwa hapa. Hapa natoa na uli ya kazi gani? Ah, mbali na hapo, jana bwana, kisilisili kila mtu niombaomba. Ni vile tu tunashindwa kuelewa, kama wewe niombaomba usiombaomba, lakini kisilisili, kila mtu niomba omba. Jisikati hapa nimekutana na omba omba, nipo kwenye daladala kaniganda. Bala tupo pale Mwenge, ile njia ya Mwenge ile, kaniganda, anambia dada, naomba hela chakula. Mimi mdao nikiwaza, nimetoka, nimetembea kutoka Makumbusho kwa mguu hadi nifike Mwenge, kiasi kwamba nipunguze interview kwenye 700 hadi hadi Goba nitoe 500 nimwambia, ah, mdogo wangu sina. Kaniambia dada, hata Nikamwambia ni nikatamani ni nipate kikao cha muda mfupi na yule dogo nimwambie kwamba yaani, mdogo wangu, unajua hali yangu sio mbaya, kwa sababu niliona kabisa nikianza kumuelezea matatizo niliyokuwa nayo pale, wale watu kwenye daladala, badala msefu dogo atanichangia mimi. Matatizo ni mengi, yaani kisirisiri, ndio hapo unakuja kuelewa kwamba dogo. Basi akawa amemove kutoka kwenye kiti changu akaenda kiti cha nyuma, kiti cha nyuma yuko hapo amekaa baba mtu mzima hivi, kafika pale kakutana na bro. Mimi baada ya kukosa kwangu nikachungulia nikaona kumbe brat atapata chochote kitu. Dogo kafika pale anaanza kuomba. Eh, kaka anaomba 500 nipate e, chakula. Nikasema 500 kwa jinsi nimeona physical appearance alivyopendeza nikasema dogo katinga mpaka nikatamani ile confidence yake kutoka magetoni kuingia mtaani. Wengine sisi niomba omba lakini ile confidence ya kutoka mtaani then kutoka live mtaani bado hatuna, tamani tu. Nakuwa na uwezo. Kufore mini kupigia magari eh magari aanza kupata kitu kitu. Basi dogo kafika kwa bro, afika kwa bro pale akaanza kujielezea, brother eh kitu kitu 500 eh brother. Kwanza akaanza kama anafanya research fulani, kawambia hivi, kwa siku ukiwa serious wewe zako piga shingapi? Dogo kawambia inategemea, afu siku nyingine za ni katoka na elfu 30, ukisingizia ugonjwa inakuwaje? Akadogo akasema yaani ni kisingizia ugonjwa niweza katoka hata na elfu 50 hadi 60. Ambia, nikiwa na likidona likubali kubwa mguuni inakwaje? Doma ambia, yaani hapa sasa ndio nategemea na location ulo kwepo. Ah, jana hapa nimekutana na blaza hiku posta pale njia ikiru kaka. Thank you. Asante sana. Na usisite kutuandikia kupitia peji zetu. Na ikumbukwe, tunapewa nguvu na Tabata Hotel. Pamoja na Cheka Plus channel namba 414 Azam TV, mpaka wakati mwingine <muchilis>